Mtetezi wa mama Msoma manispaa, Samia anatosha, mitano tena kwa maendeleo endelevu. Ukitoka tunatiki, tunatiki, tunatiki. Kwa majina, naitwa Rafael Shida Utoma, ni katibu wilaya, mtetezi wa mama Msoma manispaa. Sisi kama mtetezi wa mama tunatetea usawa, usawa wa kijinsia kwa wanaume na wanawake na sisi taasisi yetu inasapoti ushiriki wa kina mama katika ngazi ya uongozi na sisi kama mtetezi wa mama, Mheshimiwa Rais Mama Samia ndio icon wetu, role model wetu. Kwa hiyo kupitia kwake tunajifunza namna ya kumwamini mwanamke katika ngazi ya uongozi na tunawashawishi wanawake wajitokeze kwa wingi sana kushiriki katika ngazi za kufanya maamuzi, kwa maana kwamba kushiriki katika nafasi za kugombea urais kama alivyofanya mama, lakini pia ngazi ya ubunge kama alivyojitokeza mheshimiwa Mgore ambaye sasa ni mgombea kwa nafasi ya ubunge jimbo la Msoma mjini, lakini pia tunawatia hamasa wanawake wote waliojitokeza kugombea nafasi za udiwani. Hii yote ni namna tunavyowiwa kama taasisi ya mtetezi wa mama kuwasapoti wanawake wote wanaoshiriki katika ngazi za maamuzi katika uongozi. Kwa hivyo sisi mtetezi wa mama manispaa Msoma tunawasapoti wanawake wote waliojitokeza kugombea nafasi za uongozi ili wafanye maamuzi sahihi kwa sababu tunaamini mwanamke akishiriki katika ngazi za uongozi taifa liko salama, familia iko salama. Kwa hiyo sisi mtetezi wa mama manispaa, Msoma, tunawaunga wagombea wote walioteuliwa na Chama cha Mapinduzi kugombea nafasi za uongozi na tutashirikiana nao katika kuhakikisha kwamba tunatafuta kura ili waweze kushinda, kwa sababu tunaamini wakishinda, yale mazuri tutayafaidi wote. Nani kama mama? Hakuna. Kwa sisi toka tumeanza kazi zetu umekua tukishiriki kuhakikisha kwamba mama anakuwa salama mtoto anakuwa salama na sister, sisi taasisi yetu tunajitolea. Ni watanzania wazalendo wa kazi wa manispaa ya Msoma ambao kwa pamoja tunasema tunatembea na mama. Hatumaanishi kwamba tunamwacha baba, lakini baba kwa namna moja ama nyingine kwa muda mrefu amekuwa katika nafasi za maamuzi, kwayo tunaelewa baba amekuwa mzoefu zaidi O, tunamtaka mama naye ashiriki kwa sababu baba aliyefanikiwa, tafsiri yake, au kwa, kwa lugha rahisi tunasema nyuma yake alikuwepo mama aliyekuwa akitoa ushauri mzuri, na ndio maana tunasema ebu tuwape nafasi. Tunaondoa ile kwamba, tukiwawezesha wanaweza. Tunasema tunawasapoti wanaweza watende, na tunawatuma na tutatembea nao nyumba kwa nyumba katika mikutano yao ya hadhara kubwa zaidi, ni kusapoti Chama cha Mapinduzi kishinde katika jimbo letu. Na sisi, kwa kuwa Mama Samia ndio icon wetu, tunasema kura zake lazima tuzitafute nyumba kwa nyumba, ili tuhakikishe katika jimbo letu la Msoma anashinda kwa kura zaidi ya asilimia mia moja. Hiyo ndo zawadi pekee tunayompa, lakini pia nafasi ya pili ya ubunge ambaye pia mgombea ni mwanamke tunamtia hamasa na tunamtia moyo na tutashirikiana naye kuhakikisha tunatafuta kura pamoja naye ili ashinde. Kwa hiyo sisi jimbo la Msoma tutakuwa tuna bahati kwamba katika nafasi ya uraisi mama yuko pale, nafasi ya ubunge ambayo tunasema kwamba ndo tunapotunga sheria, utekelezaji wa ilani ya chama, maendeleo ya taifa letu tunaye mama pale, lakini tukija katika ngazi ya udiwani pia tunawasapoti madiwani wote walioteuliwa na Chama cha Mapinduzi. Na sisi dhima yetu kuu kisiasa, tunakiunga Chama cha Mapinduzi kwa asilimia mia moja kwa sababu asilimia tisini na tisa wanamtetezi ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi, asilimia moja ndo wale wasiokuwa na chama ambao na wao ni mashabiki wa mama. Kwa sisi kama mtetezi wa mama Msoma Manispa tunasema, Oktoba ishirini na tisa tunatiki, tunatiki, tunatiki. Tunatiki. Nani kama mama? Hakuna. Sisi kama mtetezi wa mama wilaya ya Msoma mjini Manispa, kwanza kabisa tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumpata mgombea mwanamke ambaye ndiye mgole Miraji Sigela, pamoja na rais wetu Samia Suluhu Hassani, pamoja na viongozi wengine madiwani wa kike. Tunawiwa tukiwa kama mtetezi wa mama, watu tunaotetea haki za wakina mama, watoto pamoja na wababa, tunafurahi. Kwa hiyo tuko bega kwa bega kuzisaka hizi kula, ili tuweze kuonyesha umahiri wa wanawake kwamba wanaweza kuongoza katika taifa letu vilevile. Mama kama mama ni mtu ambaye ni makini sana, ni mtu mahiri, make mama ndiye hata baba akiacha shilingi mia mbili, mama atahakikisha kabisa kwamba familia yangu itakula, watoto wangu watakuwa wako levo, watakuwa wako vizuri. Hivyo sisi wanawake na taasisi ya mtetezi wa mama tumewiwa na tunafurahi sana kuwapigania wagombea wetu, hasa wachama wanaotokana na Chama cha Mapinduzi kwa sababu taasisi ya mtetezi wa mama iko, iko chini ya Mama Samia, rais wetu rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi tuko bega kwa bega kuzisaka kula ili Msoma mjini au jimbo la Msoma niweze kupata kula asilimia tisini na tisa kwa ajili ya mama na wagombea wote wa Musoma mjini. Vilevile sisi mtetezi wa mama tunawiwa kwa sababu ndani ya manispaa yetu tunahitaji maendeleo zaidi pale ambapo mheshimiwa wetu alipoacha Make chama cha mapinduzi kina tunapeana vijiti, amempa mgole kijiti. Nina imani kabisa huyu mgombea wa kike pia atajifunza kulingana na mbunge aliyekuwepo, watashirikiana bega kwa bega pia, ili kuweza kuendeleza maendeleo ambayo yalikuwa yamebaki, ili yaweze kuyamalizia ndani ya Musoma mjini. Kwa hiyo sisi wana mtetezi wa mama hatuna shida yoyote, tuko bega kwa bega kwa ajili ya kusaka dola ya chama cha mapinduzi na kuinua uchumi wa manispaa au wa jimbo la Musoma mjini. Baada ya kusema hayo, nipende kuwashukuru sana. Sisi wanamtetezi wa mama tuko bega kwa bega kuzisaka kula za chama cha Mapinduzi na kuhakikisha kabisa kwamba chama cha Mapinduzi kinapata ushindi, ushindi tena ushindi wa kishindo. Asanteni.